ambavyo tumeona mabadiliko makubwa hapa Mbeya mjini. Dkt. Samia Suluhu Hassan kipindi hiki ameleta fedha nyingi sana kwenye miundombinu ya barabara, kwenye miradi yetu ya maji, kwenye umeme, hasa kata za pembezoni kule, ambako mitaa ilikuwa haina umeme. Sasa mradi unaendelea kwa kwa mitaa 15 katika kata zetu, na mradi mwingine utakuja kuhakikisha sio tu mtaa kupata umeme, lakini umeme kufikia kila nyumba inayohitaji umeme. <coughs> Kazi imefanyika kwenye eneo la afya, vituo vya afya vipya kabisa vimejengwa, zahanati zimejengwa. Kwenye eneo la elimu, shule zimejengwa za sekondari shule za msingi kwenye kata zetu. Kazi hiyo ndugu zangu, ya maendeleo inaashiria tuko safarini. Katika safari hiyo tumepata fursa, sio maeneo yote. Unajua hapa tunajenga njia nne, ni fedha nyingi. Sio maeneo yote nchi hii yanajengewa njia nne. Kugawana kwa jimbo kunaleta maumivu, kwamba sisi jamani, na mbunge wetu wote tunapendana hasa. Mbunge anaenda wapi? Mbunge anabaki wapi? Yani, <laughs> kwa kweli, kama ingewezekana angegombea tu yote mawili mbunge <laughs> lakini sasa, kwa sababu hilo haliwezekani, kwa hiyo bado tutaendelea kuwa pamoja. Upande wowote nitakaousema hapa, msiwe na wasiwasi wasi. <laughs> Kwa kusema hivyo, ndugu zangu wanameambili, na kwa kufahamu kazi tuliyoifanya pamoja, na kwa kufahamu kwamba mimi bado nitakuwa mzazi wa watoto wawili, sina budi kuelekea kwa mtoto anayehitaji zaidi, lakini hakuna mtu anayeagwa leo kusema Tulia atagombea wapi, na hakuna atakayekosa huduma yoyote aliyokuwa hapa. Wana jimbo la Mbeya Mjini, nimeona hapa mioyo imeinama, lakini isiname kwa sababu bado nipo. Nimalizie kwa kusema hivi, wana Mbeya Mjini kwa sababu wako watu watakuja kuonesha nia, hata kama watasikia kwamba mimi naelekea huyo, watakuja wow, kuonesha nia, lakini kwa namna tulivyoishi kipindi hiki, nafahamu tumeshapata nafasi ya kusikizana, mmeshanisikia mara kadhaa, mmeshafahamu mimi ni mtumishi wa aina gani. Mmesha fahamu mimi ni binadamu wa aina gani, mmefahamu mimi ni kiongozi wa namna gani. Nitoe wito kwenu, nitoe wito kwenu hasa, wanaamini watu wengi watajitokeza kuja kwenu, chagueni kiongozi